Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, dhamira kubwa ya serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha inatatua matatizo ya watu pamoja na kupeleka maendeleo ya watu kwa ajili ya watu wenyewe. Katika kufanya kampeni hii, mheshimiwa waziri wa wizara ya katiba na sheria, Mheshimiwa Dr. Ndumbaro Damas, yeye pamoja na wizara yote kwa ujumla, ndio hasa ambao wataendesha kampeni hii kwa kushirikiana na management yote ya mkoa wa Dar es Salaam na hapa tupo na bi Esther Msambazi ambaye ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria katika hii Wizara ya Katiba na Sheria. Napenda awali ya yote tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendeleza adhima ya serikali anayoiongoza serikali ya awamu ya sita katika kuhakikisha viongozi wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunajikita katika kutatua migogoro hiyo. Na katika kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ndio tamko lake katika mikoa yote na hasa pia katika wizara zote. Na kwa kufanya hivyo, sisi wakuu wa mikoa tumepewa wataalamu ambao pia watatusaidia bega kwa bega kuhakikisha mambo kadhaa yanakuwa solved katika taifa. Wizara ya Katiba na Sheria kwa ushirikiano wa ofisi ya mkuu wa mkoa kama nilivyosema, inapenda sasa kuwataarifu wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu uzinduzi rasmi wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumatatu, tarehe 16 Juni 2025 saa 2 asubuhi, wananchi wao wamefika kwenye eneo hilo katika viwanja vya maturubai Mbagala wilaya ya Temeke, kama nilivyosema kwamba saa mbili mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa, Majaliwa mbunge, na wananchi wote kwa maana ya saa mbili mheshimiwa wa waziri mkuu atakuwa tayari kwenye maeneo hayo. Lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote, lakini kama mnavyofahamu kwa nini jambo hili liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria, na kama unavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi moja linapaswa kuwe na weredi wa kitaaluma, namna ya kuweza kudiri na tatizo lililopo. Na kwa mantiki hiyo, jopo la wataalamu wa kisheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubai ili kuweza kuwasaidia Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa, ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonyesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya wizara sheria ya katiba na sheria, ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kile ambacho kimekusudiwa. Utekelezaji wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo: moja, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza, Dar es Salaam tumekuwa pia, tuna experience, tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro inayojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa, kwenye ndoa, baba na mama familia yo pande mmoja au vinginevyo inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kuto kupelekea weredi na ufahamu wa kisheria, jambo ambalo mwisho naweza likapelekea ugomvi hata kuuana. Lakini jambo nyingine ni mirathi. Mirathi inasumbua sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mirathi inasumbua sana, na ndio maana siku hizi tuna aswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa ya migogoro yake? Fika tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita elfu mbili ishirini na tano viwanja vya maturubai Mbagala, uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho yale yanayokukabili. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi, tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo wanapima maeneo maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe tarehe kumi na sita. Wakati fulani pia kununua maeneo ya squatter na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine, migogoro mingi naibuka na mwisho wa siku kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani lakini zaidi pia hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utapeli tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi, unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilomita nyingi au kilomita chache, lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo, hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi, unakuta gari imeibwa mahali fulani, linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe kumi na kuna kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala mbalimbali ya mbali mbali ya sheria za kimataifa sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kutokupelekea kwenye hasara au kwenye migogoro. Lakini jambo la pili pia ni kwamba ni kutoa ushauri wa kisheria na ushauri na si kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia. Nyie mnafahamu Dar es Salaam pia kuna vitabia vya baadhi ya watu kulawiti watoto wadogo au hata watu wazima, kuna hiyo tabia kubwa. Lakini zaidi pia kuna watu wengine akina mama kunyanyaswa au hata akina baba kunyanyaswa. Sasa fika, uweze kupata ushauri, uweze kupata counseling ya namna gani tunaweza tukaenda kutatua migogoro hiyo, ili mwisho wa siku uweze kuijenga jamii ambayo ni pana, ni nzuri, ambayo imejaa weledi mkubwa wa kitaaluma katika sheria. Tatu ni huduma ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa kupitia RITA. Nyie mnafahamu kwamba taifa letu, ili uwe mkazi wa Tanzania kuna vitu vingi ambavyo tunaviangalia, na jambo moja wapo tunaweza tukasema wewe ni mkazi wa kuzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania kwa ukazi umezaliwa. Sasa nataka tujue citizenship yako. Je, una cheti? Na kama huna cheti nini kiweze kufanyika? Je, nana pata cheti mtoto anayezaliwa kwa siku moja? Au mtu mzima fika tarehe kumi na sita uweze kupata msaada huu mkubwa wa kisheria. Ndugu waandishi wa habari, wa nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii za uzinduzi na kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wa utekelezaji wa kampeni katika maeneo ambayo huduma hizi zitatolewa. Kwa wale wana Dar es Salaam wote wanaokuja kwa ajili ya kupata suluhu la mambo haya wahakikishe wanakuja na nyaraka zote za msingi ambazo zitasaidia jopo la wataalamu kuweza kushauri kuweza kutatua ama kuweza kufanya jambo jingine ambalo litakuwa kwa mujibu wa kisheria. Aidha, tutaambatana pia na madawati maalum kutoka kwenye vyombo vya dola kama vile polisi, watakuwepo nao ili kama kuna jambo linahitaji ufafanuzi kutoka kwao, basi italazimika wao waweze kuwa na kauli nzuri kwa wataalamu ambao mwisho tutapata masuluhisho ambayo atatusaidia kufikia, kufikia kwenye hatima yetu.